Tuanze huko mkoani Tanga, taarifa hii habari ambapo watu wanane wameuawa usiku wa kuamkia hii leo katika kijiji cha Mikocheni kilichopo karibu na mapango ya Amboni mkoani Tanga. Habari zilizothibitishwa zinaeleza kuwa watu waliouawa walikuwa wakidaiwa kushiriki kufichua vitendo vya uhalifu kijijini hapo. Tujiunge na mwandishi wetu Betha Mwambela kutoka mkoani Tanga mwenye taarifa zaidi. Hakika ni huzuni na simanzi. kwa watoto peke yao, ni kwa kila mwanafamilia. Wakazi wa mkoa wa Tanga na Watanzania wote kwa ujumla wameguswa na tukio hili la kusikitisha. <coughs> <coughs> Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Tanga, Martin Shigela, akiwa na kamati yake amefika kuwapa pole wafiwa waliofikwa na misiba hiyo lakini kubwa zaidi analozungumzia ni kuwa serikali haitaweza kuvumilia unyama wa namna hiyo. Mheshimiwa diwani, <clears throat> ndugu wafiwa, kwanza nianze kuwapa pole sana kwa niaba ya serikali kwa matatizo makubwa ambayo yametokea katika familia zetu, poleni sana sana sana lakini pili, nifikishe salamu za upendo na salamu za pole kutoka kwa Mheshimiwa Rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Wakati nakuja nilimpatia taarifa, akasema nifikishie salamu zangu za pole, wahakikishie kwamba serikali inarani sana sana kitendo kilichotokea hapa, na sisi kama serikali hatuwezi kuvumilia na hatuwezi kuruhusu unyama huu kuendelea katika eneo letu. Kwa hiyo ni wasihi sana katika kipindi hiki cha majonzi, kipindi cha masikitiko, kipindi cha msiba, familia zote, ndugu, jamaa na marafiki tuwe wavumilivu, wakati serikali inafanya jitihada za kuwasaka wale wote waliohusika na haya mauaji. Ni mkuu wa mkoa wa Tanga, Martin Shigela, akihitimisha taarifa hiyo ya mwandishi wetu Betha Mwambela. Na kwa undani wa taarifa hiyo zaidi, tafadhali ungana nasi.